Kujifungua kwa upasuaji: sababu na umuhimu wake. Kujifungua kwa upasuaji, cesarean section au c section, ni njia ya kitabibu inayotumiwa kumtoa mtoto kupitia upasuaji kwenye tumbo na uterasi ya mama. Ingawa njia ya kawaida ya kujifungua ni kupitia uke, kuna hali fulani za kiafya zinazoweza kuhitaji upasuaji ili kuhakikisha usalama wa mama na mtoto. Sababu hizi zinaweza kutokana na changamoto za afya ya mama, matatizo ya ukuaji wa mtoto, au hatari zinazoweza kujitokeza wakati wa uchungu. Katika somo hili tutaangazia sababu kuu zinazoweza kusababisha mama mjamzito kujifungua kwa upasuaji, ili kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa njia hii ya kujifungua. Hizi hapa sababu hizo, zimefanuliwa kwa upana zaidi ili msikilizaji aelewe vizuri. Sababu zinazotokana na mama: tokio la awali la upasuaji. Ikiwa mama alishafanyiwa upasuaji wa kujifungua hapo awali, hasa zaidi ya mara moja, kuna hatari ya kupasuka kwa kizazi wakati wa kujifungua kawaida. Hii ni kwa sababu kovu la upasuaji linaweza kuwa dhaifu na kushindwa kustahimili msukumo wa uchungu. Madaktari hupima hatari hii na mara nyingi hupendekeza upasuaji wa kurudia ili kuepusha hatari kwa mama na mtoto. Ukosefu wa nguvu za kusukuma wakati wa kujifungua: mama anahitaji nguvu za misuli ya uterasi ili kumsukuma mtoto nje. Ikiwa mama amechoka sana, ana matatizo ya kiafya yanayoathiri nguvu zake au terasi haifanyi kazi ipasavyo anaweza kushindwa kusukuma mtoto. Katika hali hii upasuaji unakuwa muhimu ili kumtoa mtoto salama. Pelvisi ndogo au yenye kasoro. Pelvisi ni mfupa unaunda njia ya uzazi. Ikiwa pelvisi ni ndogo kuliko kawaida au ina kasoro za kuzaliwa, inaweza kuzuia mtoto kupita kwa njia ya kawaida. Daktari atapima ukubwa na umbo la pelvisi na kuamua ikiwa upasuaji ni muhimu. Shinikizo la juu la damu Preeclampsia ni hali hatari ambayo huathiri wanawake wajawazito na kusababisha shinikizo la juu la damu na matatizo mengine. Ikiwa haitatibiwa, inaweza kusababisha eclampsia, ambayo ni hali hatari zaidi na inaweza kusababisha kifafa. Katika hali hizi upasuaji unaweza kuwa muhimu ili kuokoa maisha ya mama na mtoto. Maambukizi hatari. Baadhi ya maambukizi kama vile herpes ya sehemu za siri au VVU na kiwango cha virusi kikiwa kikubwa, yanaweza kuambukiza mtoto wakati wa kujifungua kawaida. Upasuaji unaweza kusaidia kuzuia maambukizi haya kupita kwa mtoto. Matatizo ya moyo, figo au mapafu. Magonjwa haya yanaweza kumfanya mama asifanye juhudi kubwa za kujifungua kwa njia ya kawaida. Kujifungua kwa njia ya kawaida kunaweza kuhatarisha maisha ya mama. Placenta, placenta previa. Placenta previa ni hali ambapo kondo la nyuma limefunika mlango wa kizazi. Hii inazuia mtoto kutoka kwa njia ya kawaida na inaweza kusababisha kutokwa na damu nyingi. Upasuaji unahitajika katika hali hii. Uchungu wa muda mrefu bila maendeleo: hii ni hali ambapo uchungu unaendelea kwa muda mrefu lakini mlango wa kizazi haufunguki ipasavyo. Hali hii huweza kusababisha uchovu mkubwa kwa mama na hatari kwa mtoto. Kujifungua watoto mapacha au zaidi. Kujifungua watoto mapacha au zaidi kunaweza kuwa ngumu na kuna hatari kubwa ya tatizo. Ikiwa watoto wako katika mkao hatarishi, upasuaji unaweza kuwa njia salama zaidi ya kujifungua. Uchungu unaosababisha shida kwa mtoto. Wakati wa uchungu, mapigo ya moyo ya mtoto yanaweza kubadilika vibaya, kuonyesha kuwa mtoto yuko kwenye shida. Upasuaji wa haraka unaweza kuwa muhimu ili kuokoa maisha ya mtoto. Sababu zinazotokana na mtoto. Mkao mbaya wa mtoto. Ikiwa mtoto yuko katika mkao wa makalio mbele au mkao wa bega transversely, ni ngumu kujifungua kawaida. Uh, upasuaji hufanywa ili kumpa mtoto nafasi ya kuzaliwa salama. Mtoto ka mkubwa sana macrosomia. Mtoto mwenye uzito mkubwa kuliko kawaida anaweza kushindwa kupita kwenye njia ya kawaida. Hii huweza kusababisha matatizo kwa mama na mtoto wakati wa kujifungua. Shida za kitovu cha uzazi. Kitovu cha uzazi kinaweza kujifunga shingoni mwa mtoto au kutoka nje kabla ya mtoto, hali inayohatarisha maisha yake. Upasuaji wa dharura unahitajika katika hali hii. Mtoto kuwa na matatizo ya kiafya. Ikiwa mtoto ana matatizo ya kiafya ambayo yanaweza kuathiri usalama wake wakati wa kujifungua kawaida, upasuaji unaweza kupendekezwa. Ukosefu wa oksijeni kwa mtoto. Mtoto anapopata upungufu wa oksijeni wakati wa uchungu, upasuaji unaweza kuwa njia ya haraka zaidi ya kumtoa mtoto na kuzuia madhara. Mtoto kuzaliwa kabla ya wakati. Watoto wanaozaliwa kabla ya wakati wanaweza kuwa na matatizo ya kiafya. Upasuaji unaweza kupendekezwa ikiwa kuna hatari ya matatizo wakati wa kujifungua kawaida. Mtoto kuwa na matatizo ya maendeleo, congenital abnormalities. Kasoro za kuzaliwa zinaweza kuathiri usalama wa mtoto wakati wa kujifungua kawaida. Upasuaji unapendekezwa ili kuhakikisha mtoto anazaliwa salama. Ni muhimu kukumbuka kuwa uamuzi wa kufanya upasuaji hufanywa na daktari baada ya kuzingatia hali ya mama na mtoto. Hitimu jifungua kwa upasuaji ni njia muhimu ya kitabibu inayosaidia kuokoa maisha ya mama na mtoto katika hali ambapo kujifungua kwa njia ya kawaida kunaweza kuwa na hatari kubwa. Sababu zinazosababisha upasuaji huu zinaweza kutokana na afya ya mama, matatizo ya ukuaji wa mtoto au hali hatarishi zinazoibuka wakati wa uchungu. Ingawa upasuaji huu ni salama, bado ni muhimu kwa wajawazito kupata ushauri wa kitabibu mapema na kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya ili kuhakikisha wanapokea huduma bora ya uzazi. Somo hili limeandaliwa na Daktari Chilo kwa ajili ya kutoa mwongozo wa kina kuhusu sababu za kujifungua kwa upasuaji na umuhimu wake katika kuhakikisha afya ya mama na mtoto. Usikose kipindi kijacho. Asante kwa kufuatilia somo letu la leo kuhusu sababu za kujifungua kwa upasuaji. Katika kipindi kijacho, tutajadili kwa kina jinsi ya kujitayarisha kwa upasuaji wa kujifungua, hatua muhimu za kufuata baada ya upasuaji na mbinu za kupona haraka. Hakikisha haukosi mada hii muhimu kwa afya ya mama na mtoto. Afya update.